Dadako wanajishughulisha na shughuli gani? Uuzaji wa maua halisi. Baada ya kutomuona katika siku kadhaa, je, ulifika kwenye eneo lake la kazi? Pamefungwa. Sawa, unaweza kuniambia shemeji yako anaitwa nani? Shemeji ati? <laughs> shemeji